Swali kwa Wakristo wenye akili timamu. Wewe kama una akili wewe pita, Wakristo wenye akili timamu, naomba kuuliza, wiki ina siku ya kwanza. Mimi naamini kwamba ni Juma mosi kwa sababu ndo juma ya kwanza ni juma moja juma mosi. Hebu kwanza elewa moja au elewa neno mosi. Mosi ni moja, yani ni siku ya kwanza ya wiki, juma moja. Alafu kuna juma ya pili ambayo ni juma pili, ni siku ya pili ya wiki. Kuna juma ya tatu ambayo ni juma tatu, ni siku ya tatu ya wiki. Kuna juma nne, kuna nne hii, nne siku ya nne ya wiki. Kuna juma ya tano, yani juma ya tano juma ya tano yaani siku ya tano ya wiki. Kuna juma sita ni siku ambayo ya Alhamis, siku ya sita ya wiki. Kuna Ijumaa siku ya saba. Biblia ilisema kwamba Mwenyezi Mungu alifanya kazi ndani ya siku sita na siku ya saba akamalizia kazi yake na akastarehe. Kweli kweli ni siku ya Ijumaa. Hii siku ya Jumapili, mnatuchanganya nyinyi. Hii juma ni ya pili, maana yake siku ya pili. Juma ya moja, maana yake juma ya mosi, siku ya Juma ndo siku ya juma ya saba ni siku ya saba. Hivi elewa, siku elewa juma, juma ni siku, juma ya saba, juma ya saba, siku ya saba, juma ya saba maana yake siku ya Ijumaa. Sasa kwa nini siku ya Ijumaa hiyo siku ya Jumapili? Ebu naombeni kudadavuliana hapo, maana sielewielewi. Maana naelewa siku ya jumaa mosi ni siku ya juma moja, yaani siku ya kwanza. Juma ya saba ni siku ya Ijumaa, ni siku ya saba kutoka juma ya sita. Juma ya saba, juma ya sita, siku ya Alhamisi. Juma ya saba ni siku ya Ijumaa. Waislamu wanaenda msikitini, naona wako sahihi sana, kwa sababu ndio siku ambayo Mwenyezi Mungu alistarehe. Ni siku ya Ijumaa, siku ya saba ya wiki. Au dikuwa mnazungumzia siku ya saba ya nini, ya mwezi? Naombeni majibu, naombeni majibu. Sijachekesha hapa, niko serious. Naombeni majibu kwenye comment. Naombeni majibu kwenye comment. Kama hauna akili timamu, us comment chochote, wewe pita, sina shida na wewe. Hii ni kwa ajili ya Wakristo wenye akili zao timamu, Wakristo kweli waliosoma dini na kiswali cha falsafa za kisasa eh.